Sabana uh, tuko hapa katika shangwe la Mama Samia e, tuko na mtumishi wa Mungu e, Mtume Bashando amezungumza vingi. Tuko na Simba kama tutazungumza naye mawili matatu, akujuze na wewe ambaye ulikuwa hufahamu labda leo hii nini ikio kinaendelea mahali hapa mtumishi wa Mungu e, Sharom Shalom, shalom. Bwana asifiwe. Amina. uko vizuri? Niko vizuri kabisa. Hongera. Asante sana. Ilikuwa poa kweli kweli, maneno mawili matatu kumwambia yule ambaye labda ndo kwanza alikuwa ndo anatazama ana, ana ama anafahamu e, kupitia hapa. Ah, sisi tumekuja kwenye shangwe la mama. Shangwe ya Mama Samia ni event ya vijana kama unavyoona nimezungukwa na jenzia hapa. Hmm. Unajua watu wanaamini kama mama asapotiwi na vijana. Hmm. Lakini mama ana timu kubwa sana ya vijana nyuma hmm, yake. Sema sasa vijana hawaonekani. Hmm. Mi nimekuja hapa ili waonekane na wapate sapoti mm. ili tuweze kuingia kwenye kompetishen ya kisiasa kwa amani. Unajua Watanzania hatuna hatuna desturi ya kupigana uhuru mm. wetu hatukuupata kwa kumwaga damu mm. na hata kama kuna mabadiliko yatatokea, yatatokea bila kumwaga damu. Kwao nimekuja kutoa na saa zangu na kuongelea kazi za mama kidogo. Hmm. Sasa umezungumza mambo mengi kweli kweli, na kusema kwamba mama tumpatie e, mingine kumi mbele sio mitano, tumpatie e, kumi mbele. E, kuna baadhi ya watu wamesema kwamba hivi kuna mtu ambaye anaendelea mitandaoni ukiwa kama Mtume Bashando, nini kilikusukuma kuongea kauli kama ile? Unajua, kitu kimoja tuelewane. Mama alikuwa ni makamu wa rais kwa Magufuli na mheshimiwa Magufuli alipofariki, mama akapokea uongozi wa Magufuli kwa mimi naona hata hii miaka aliyoongoza mama ilikuwa ni awamu ya tano ya magufuli mama awamu yake inaanza oktoba ndio anachaguliwa kwa kupiga kura yani hapo ndo anaenda kuwa sasa rais kamili wa kuchaguliwa na wananchi kwa watanzania hapa nyuma alikuwa rais wa kikatiba sasa kama ni rais kamili anayechaguliwa kwa kura, marais wanaoingia kwa kura wanagom... wanatawala kwa miaka mingapi? miaka kumi, umeelewa kwa hiyo mimi nilikuwa nasema hizi hizo mpokea magufuli amefanya kazi nzuri kwa hiyo Oktoba anaoingia akimaliza uh, mpaka ya Oktoba thelathini e, e, agombee tena hadi 35 amalize aingie mtu mwingine alafu, hapa katikati, unajua kubadilisha katiba kupata katiba mpya ni mchakato mkubwa. Kwa hapa katikati ahangaikie mambo ya kupata katiba ili kwenye elfu mbili na thelathini thelathini na moja hapo tupate angalau serikali ya mseto sababu leo uwezi ukachukua tu mpinzani umemuokota Ubelgiji, sijui mwingine umemuokota Canada, unampa nchi. Nchi lazima ipate mtu mzoefu amekaa anaijua serikali vizuri. Magufuli amekuja kuwa kiongozi wa taifa la Tanzania akiwa ametoka kuwa waziri kwa miaka ishirini, anaijua serikali vizuri. Sasa leo ukute mtu amekuwa amekimbia uaskofu eh? Ameingia kwenye, kwenye siasa miaka mitano tu anataka urais. Umeelewa we, kama umeshindwa kwa miaka yote ya kusimamia kanisa lako umeshindwa kulimaliza kanisa ni la mabati ukipewa nchi utaiweza? wewe Kwa, mimi nimekuja hapa kuwafungua akili wa Tanzania wasipelekwe na mihemko ya kisiasa ile. No reform, no election ni maneno mazuri sana, lakini ndani yake kuna roho chafu. Ndio mimi napingana nayo, ndio hiyo napambana nayo. E, watu waangalie kazi alizozifanya mama, waangalie ma, malengo mazuri ambayo serikali inayo kwa wananchi, alafu watu wasimamie hapo hapo ulisimama mm. na kusema na ukaposti katika mitandao ya kijamii tukaona. Oh, watu wakasema kwamba Bashando ni chawa. Kauli kama ile kwako wewe unaitafsiri vipi? Nimeanza kuitwa chawa tangu niko kwa Jodevi. Neno chawa nimeanza kulipata nikiwa kwa nabii Jodevi, alinipa gari. Baada ya kunipa gari ikatrendi mitandaoni. Unajua wabongo wana roho mbaya, hawatakaji mtu upate mm. Yaani watu hawataki, okay, ni wangapi wanamsifia Tundulisu, wangapi wanamsifia Lema, wangapi wanamsifia H na hawaitu chao? Sababu kule pakavu upati kitu umeelewa? <laughs> wenye hela kampeni yenyewe hadi wapige tonetone wachange change. Sasa ukikaa sehemu ambayo ina maslahi, lazima uitwe chao. Kwa mimi siogopi chochote, mtu uniite chawa uniite nani, mimi nasimamia kile ninachokiamini. Mimi siko hapa kwa sababu ya Chama cha Mapinduzi, mi niko hapa kwa sababu ya amani na utulivu wa taifa langu. We ni shahidi mwaka elfu mbili na ishirini na tatu uh, mwezi wa tisa na mwezi wa kumi nimezunguka mikoa karibia minne na jeshi la polisi, tunahamasisha watu wanaoshikilia wanaomiliki silaha kinyume na utaratibu, silaha haramu wazisalimishe, na tulikusanya silaha nyingi sana kwa kushirikiana na jeshi la polisi. Sasa pale nilifanya kama chawa au kama mzalendo wa nchi? Kwa kuitwa chawa, kutukanwa ni dalili za shetani. Na kwanza kama we ni mtu mzuri wa Mungu, kwa nini utukane mtu? Leo matusi wanaotukana. Mimi nimetukana matusi karibu 6400. Nimehesabu zile comment na tukano. Hadi nasema hawa watu wakipewa nchi, hii nchi si itakuwa kama kilabu cha pombe za kienyeji. Kama watukanaji hawa ndio wanataka nchi. Lakini ukienda kwa watu wa CCM wako kimya kutukana hakuna. Kwa mimi nafanya hivi kwa mapenzi ya nchi yangu, sio swala la uchawi au kutaka maslahi yoyote. Mm. Mm. Sawa uh, lakini pia tumeona hapa juzi kati ulikuwa umeposti ukasema kwamba unaonya baadhi ya wa wachungaji ambao wanatumia madhabahu kumsema e, maneno mabaya kwa rais. Kauli ile pia watu walikuwa kama hawajaelewa. Kwa nini Bashando wamesimama na kukemea wachungaji hawa na watumishi wa Mungu hawa? Kuna vitu ambavyo serikali haivijui, lakini kuna mifumo inatengenezwa huko kanisani na makanjanja hmm. Yaani askofu mmoja kwa nguvu alizonazo anakusanya hivi vitumishi vinavyochipukia vinabinjaanjaa hivi umeelewa? Anaanza kuvipa taarifa za uongo juu ya serikali mm. baada ya hapo hivi vinabii vinaenda kwenye makanisa vina, unakuta mtu ana kanisa la watu hamsini, wa watu mia mbili, anaanza kuambia Mungu amenionyesha mm. kumbe kile anachosema Mungu amemuonyesha ni taarifa amepewa na askofu fulani ambaye ana lengo la kutaka kugombea urais kwa wanampigia kampeni kwa kulitumia jina la Mungu mm. sasa hivyo vitu nimevijua muda mrefu lakini nilijua havitaleta madhara baada ya kuona juzi mikakati mibovu ya kutaka kumwangushia mama jumba bovu kutaka kuichonganisha serikali na wananchi mm. ndio ikabidi nitokeze niwaonye mm. sijawataja majina kwa sababu zangu binafsi mm. lakini huko tunapoelekea nitawataja majina, askofu nitamtaja jina lake na viongozi walioko nyuma yake wanaomsapoti nitawataja majina yao mm. na patachimbika mm. Unajua, swala la kulinda amani na utulivu na usalama wa nchi yetu sio ya polisi wala usalama wa taifa wala wanajeshi peke wala viongozi wa serikali peke yao. Hii ni swala la kila raia. Kwa mimi nasimama kama wajibu wangu kulinda usalama na amani ya nchi. Na kwa nini nilinde kwa upande wa Rais wangu Samia? Ukisoma maandiko, kuna wakati Daudi alikuwa mfalme wa Israeli, afu akatoka kwenda kupigana vitani akakoswa koswa, -koswa mkuki. Yoabu akasema hapana, wewe hutakiwi kwenda vitani kwa sababu ni bora wafe wanajeshi elfu moja ila ukifa wewe taa ya Israeli itazimika. Leo ukimletea vurugu mama ambaye ndo anaongoza taifa hili eh, utakuwa unalitikisa taifa. Kwa huyu mama lazima tumlinde kwa nguvu zetu zote, akili zetu zote na kwa uwezo wote tulionao mama lazima tumlinde pale ambapo anataka kufanyiwa figisu especially kwa jinsia yake. Angekuwa ni mwanaume tungekaa kimya, apambane na hali yake. Hivi leo upite njiani ukute mwanaume anapiga mwanamke na nawe ni mwanaume kabisa, umekamilika na akili kichwani zipo mm. mm. utafanyaje? Lazima umsaidie yule mwanamke. Mama sinyanyapaliwe kwa sababu ya jinsia yake, huu mm. ni rais anayefanya vizuri, hata watutukane, hata wasemeje, na mikakati yote mibaya tutashughulika nayo sisi wananchi mm. mm. Sao, tu, uh, kwa kuelekea mwishoni tu uh, baadhi ya watumishi wengi wamesimama katika madhabahu na kusema kwamba e, wanaona eh, rais yule ambaye amefu, amefutiwa usajili kwako wewe hujawahi kuona kabisa kama urais unatokea kule utahisi unaenda kwa huyo askofu, hamna kitu kama hicho. Ndio maana kuambia wanaosema wameona ni timu yake, umeelewa? Unajua mimi hapa e, nimeanzisha kitu kinaitwa Umoja wa Mitume na Manabii Tanzania, naheshimiwa na manabii wengi. Nina uwezo wa kukaa nao vikao nikawajaza vitu wakaviongea ukafikiria ni Mungu, kumbe sio Mungu, ni mimi nimewafid. Sasa huo mchezo mchafu ndio unafanyika, utasikia mtu anakuambia, afu kuna mmoja simtaji na muhifadhi. Amekaa kama Shimei, umeelewa? hmm. anaiongelea vibaya serikali, lakini mwisho wa siku unamkuta Ikulu yeye ndio wa kwanza kuchukua sausage na kula. Sasa huni unafiki uliopitiliza. hmm. watumishi wa Mungu, turudi kwenye nafasi yetu leo, anasema uhubiri. hmm. kwa sababu mimi nimeamua kujitoa hadharani na kukemea. hmm. ila wale ambao wanahubiri siasa kwa mgongo wa kusema ni unabii, hmm. ndio niko hapa kuwakemea sasa. hmm. turudi kwenye kusudi la Mungu. hmm. kusudi la Mungu ni Warumi 13:1 mpaka tano inasema tuzitii mamlaka zilizokuu. Mimi kama nabii, wewe kama askofu, kama mchungaji, kama shehe, kama padri, mamlaka unapaswa kuitii. Sisi ni kama maaskari tunaotakiwa kupiga saluti kwenye serikali iliyopo. Ikitokea hawa wanao reform kwenye mwaka wa elfu mbili na arobaini na hamsini na hamsini huko akaja kuchukua nchi, na wenyewe wataheshimiwa, ila kwa sasa hivi wakiache kile chama ambacho Mungu amekichagua na serikali ambayo Mungu ameichagua, wa sisi watumishi wa Mungu tutasapoti hiyo Hmm. Chote kile cha kumalizia kabla ya kumalizia, kuna wasaidizi wa mama, nao unawaambia nini? Pengine vijana wamekata tamaa kutokana na yale ambayo hao viongozi wa chini wanayoyafanya, unawaambia nini? Viongozi wa chini, serikali za mitaa, madiwani. Umeniuliza swali zuri sana. Hao ndio watu wanaomwharibia mama. Ukimwangalia rais wetu hana shida yoyote hata mambo anaotupiwa lawama anazopelekewa, wanaomwharibia ni wasaidizi wake. Kuna viongozi wamegeuka miungu watu. Mimi naweza tu nikarudisha ushauri kwa mama awe mkali, ile mfumo aliyokuja nao Magufuli nchi ikanyooka, mpaka unakuta matrafiki wamejipanga kupunguza foleni, unakuta ofisi akifika mwananchi wa chini anahudumiwa Azidishe ukali, azidishe hapo hapo kwa sababu hawa wa chini hawa ndio wanaomharibia mama, na hawa ndio wanaoleta uzembe wao na, na, na, na, na, na kufanya vitendo ambavyo vinasababisha kama mama afanyi kazi. Mama washughulikie. Mm, asante sana.